Pana mazingatio ndani yake, kuna mambo ya kuyazingatia. Tutashika baadhi yake na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiki ya kuweza kuyabainisha yale ambayo tumeyakusudia katika khutba hii, na kadhalika tupate mazingatio kwenye maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala

na qiama kimeambiwa ghad kesho kwa sababu ya kukurubia kwake. Kwa hiyo itazame nafsi imetanguliza nini kwa ajili ya kesho, ma kadamat li ghad. Hapa ndipo mahali ambapo tutapangalia sana katika hotuba yetu ya leo, insha Allah. Muogopeni Allah, hakika Allah ni mjuzi wa yali mnayoyatenda.

akawalipa wao kwa kumsahau yeye, na haya ni maangamivu, kwa sababu hao ni watu waliopata hasara. Turudi katika maneno yake subhanahu wa taala, naitazame nafsi kile ambacho umekitanguliza kwa ajili ya kesho. Kwa hiyo, mimi na wewe na yule na wengineo, hili jambo tunatakiwa tuliingize katika fikira zetu na nyoyo zetu kila siku ukae ukitafakari, mimi nimeumbwa, nimeletwa hapa duniani, hivi sasa leo niko ninaishi, kesho mimi sipo, nimetanguliza nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hili ni jambo ambalo kila nafsi yaambiwa ilitazame, na Allah subhanahu wa ta'ala akaitoa fursa kwa watu akatuwekea wepesi wa mambo mengi katika huu ulimwengu ili tukitangulize kile kinachotakiwa kutangulizwa kwa ajili ya kesho. Lakini utafika wakati fursa hiyo haipo, hutaipata tena fursa hiyo, kwa sababu kesho itakuwa kwako wewe imeisha, na huna nafasi ya kuitangulizia chochote. Utabaki utakuwa ni miongoni mwa wajakula hasara na wanaojuta. Allah subhanahu wa ta'ala

katika kuzembea katika yale yaliyoamrishwa. Waambie waja wangu hawa, msikate tamaa na rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah hufuta, husamehe madhambi yote. Nyenyekeeni kwa Allah, rudini kwake na mnyenyekee kwake, kabla haija wajieni nyinyi adhabu na hali ya kuwa nyinyi hamtambui, kadhalika kabla haujafika wakati wa nafsi kusema

haijafikia nafsi kusema lau Allah angeniongoza mimi, basi mimi ningekuwa ni katika wenye kumcha yeye. Na kabla haijafikia nafsi kusema lau ningepata mimi fursa ya pili ya kurudi duniani, basi mimi ningekuwa ni katika wenye kutenda mema. Allah anasema bala, hapana, siyo hivyo. Fajaatka ayati fakadhabta biha wakunta min alkafirin. Fursa ulipewa wakati uliokuwa nao ulilinganiwa, ulikumbushwa, lakini nafsi yako ukaitia katika upumbavu, ukaitia katika mughafala, ukajisahaulisha, ukajiona unao uwezo, kwa sababu una afya njema, kwa sababu una mali, kwa sababu una cheo, kwa sababu una nguvu, kwa sababu una watu, kwa sababu kadha wa kadha wa kadha, ukajisahaulisha wewe

Ukiingia ni lazima utoke, na lazima utarejeshwa tena, na utakutana na aliyekuumba. Hakuna yoyote isipokuwa atamsemesha yeye, Allah subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu tarjumani, hakuna baina yake mwanadamu na baina ya Allah subhanahu wa taala mkalimani, kwamba wewe waulizwa, mola wako asema hivi, waulizwa kadha kadha, hayajibu alafu ujibu, alafu mtafsirie la

hataona ila yale aliyotanguliza. Amali njema, amali mbovu ataziona yeye mwenyewe live, kwamba haya ndiyo niliyoyafanya na haya ndiyo niliyoyafanya. Atatazama mbele yake, hataona kitu chochote isipokuwa moto. Huko mbele yake jahanamu, ndiyo ile pale, ndio ile wajia yauma idhin bi jahannam. Mtume sallallahu alaihi wasallam wa anatwambia, basi muogopeni Allah japokuwa kwa kujitolea nusu ya tende, huna basi nusu fattaku nnara walau bishiqi tamra, uogopeni jikingeni na moto japokuwa kwa kutoa nusu ya tende. Pana maana pana kabisa hapa, lakini turudi kwamba nini umeitangulizia nafsi yako kwa ajili ya kesho. Ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha waltandhur nafsu ma qaddamat lighad, itazame nafsi, nafsi imetanguliza nini kwa ajili ya kesho yake.

Ndugu zangu Waislamu, mtu kujifanyia tathmini katika maisha yake, yao ya dunia au ya akhira, ni alama ya ukomavu wa akili, ni alama ya kheri kwa mwanadamu. Anapata muda kila mara, akaangalia nini alichokifanya kwa kila siku akaangalia kazi zake amefanya nini kama ni biashara, biashara ya yake imekwendaje? mahesabu na hiki, mapungufu yako wapi, faida iko wapi, hasara, vitu kama hivyo, ni alama ya kuwa huyu mtu ni muwafaka katika jambo lake. Wengi wetu tumekuwa twatazama zaidi katika upande huu mmoja wa hapa tulipo duniani tuko mabingwa sana katika upande wa utawala na mipango mikakati. Tunajua kuyasimamia mambo yetu vizuri kabisa. Ofisi zetu na makampuni yetu na shughuli zetu tunazifanya kwa weledi sana. Tukakaa tukajitathmini kila siku, kila wiki, kila mwezi, bali kila mwaka. Isitoshe, twawaita watu wa kutukagua sisi mambo yetu wataalamu wa mambo mbali mbali waje watukaguru watukosoe, washauri watuangalie, tunakwenda vipi, tuko sawa, tuko katika njia sahihi au tunakoelekea, tunaelekea kwenye hasara na kuharibikiwa. Wengi wetu tunaishi katika mfumo huu. Kuna wale ambao hawajali, mimi sizungumzie watu hao sana, lakini nazungumzie, kuna watu wanajitambua wanaishi hivyo. Swali, Je, una mkakati kama huo katika jambo la akhira yako? Wajichambua ukajitazama nje yako na ndani yako ulikotoka na uliko hivi sasa, na una mpango gani huko mbeleni, kama ipo mbele yako? Kama waamini wewe utakutana na Mola wako siku ya Kiyama, na hakuna mtu wa kutafsiri baina yenu na kutoa tarjama, ni wewe na Mola wako. Utaulizwa una mpango gani katika kisimamu hiki Ala yadhunu ulaika anahum mabuthun, hivyo hawa hawayaqini kwamba watafufuliwa. Sasa una mpango gani sasa? Jambo la msingi ambayo nataka kulikumbusha sasa hivi, sisi tumewekwa duniani ni maisha katika sehemu ya maisha yetu nadunia, na dunia ndiyo shamba la akhira; upande duniani ukavune akhira. Hatutakiwi kuipuuza moja kwa moja dunia yetu lakini dunia siyo lengo, lengo ni akhera. Haya tunayoyafanya yawe malengo yake ni kuitumikia akhera, yasiwe sasa ni mambo ya kukuharibia akhera yako. Kwa hiyo jambo lolote, na saha yangu sasa, jambo lolote ambalo waona kwamba hili litaharibu akhera yako, kaa nalo mbali, hata kama lina raha na masilahi kiasi gani. Waona jambo hili litaniharibia akhera yangu Mola wangu hayuko radhi na hili, kaa mbali nalo. Usitafutie, tafutie namna ukalipamba liwe laonekana zuri, na hali ya kuwa ni baya. Jiepushe na kile ambalo litakuharibia akhera yako, na likimbilia kile ambalo litaimarisha akhera yako itaimarisha mafungamano baina yako wewe na Mola wako, na miongoni mwa mambo makubwa kabisa ambayo mwislamu atakiwa ayawekee mkakati katika maisha yake ya kila siku ni hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mkakati wako wa kuimarisha dini na kuipigania dini. Kila mmoja katika sisi ana nafasi ya kuimarisha hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mashekhe, duati, walinganizi mbalimbali, waalimu wa madrasa, wanafunzi wanaosoma katika vyuo mna nafasi kubwa sana ya kuipigania hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio ukawa mtaji wenu wa kuwekeza akhira. Angalia umeitumikia dini kwa kiasi gani. Na miongoni mwa mambo muhimu kabisa kuitumiki ya kuitumikia dini hii ilmu ashari, elimu ya dini ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, lazima uwe na mkakati nayo. Wazazi walezi wana nafasi kubwa sana katika kulitumikia hili. Vijana, wazee, wanaume, wanawake wana nafasi kubwa sana ya kuwekeza katika upande huu. Matajiri na masikini, watu wote kwa ujumla ambao wamekubali kumkubali Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na kuamini kwamba iko siku ya mwisho, wana nafasi kubwa sana ya kuijenga hii dini na kuipeleka mbele na wakifanya hivyo watakuwa wamewekeza katika akhira yao. Sasa tuwekeze katika akhira, katika njia muhimu kabisa nataka kuizungumza ni kuitumikia elimu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi hatulipi hata... na nafasi. Jambo hili nitamalizia hotuba yangu katika upande huu, jambo hili tumekuwa ni wazembe mno katika kulipigania. Utaona wazazi wana malengo makubwa kabisa na watoto wao katika kuimarisha elimu zao za dunia. Ni jambo zuri linalofaa, bali ni jambo, wakati mwingine, wanazuoni wanasema kuisoma hii elimu ya dunia yetu watu wakana madaktari mainjinia, ni fardhu kifaya, kwa maana ni faradhi ya kutoshelezana. Lazima wawepo madaktari, lazima wawepo mainjinia, lazima wawepo kadha, lazima wa... katika jamii yetu, lazima watu hawa wawepo na hawezi kuwepo kama hakusoma, bali wakati mwingine inakuwa ni faradhu aini. Lakini je, kuwatengeneza watakuopanda juu ya mimbari hii siku ya Ijumaa ni jambo gani? Hilo ni wajibu au si wajibu? wale watakuwosimama katika maharibi za misikiti, kila siku swala tano, watuswalishe kwa usahihi, hakuna uwajibu wa kufanya hivyo wale watakaokisomesha kitabu cha Allah kutoka mwanzo min sighari lilmi la akibarihi, kuwasomesha watoto wa kiislamu na watu wazima, wanawake na wanaume, hakuna uwajibu wa kufanya hivyo. Sasa sisi twawekeza sana kwenye dunia yetu, akhira yetu tumeisahau, hatuna mikakati nayo. Sisemi kwamba hatutoi pesa na kusema mimi nalipa walimu, natoa mchango mimi, natoa mchango msikitini, hilo pesa si kila kitu nani kukwambia pesa kila kitu? Una mikakati gani? mipango ipi? Mbona kule una mipango na mikakati? Leo madarishi za kiislamu zimekuwa ni dhaifu, waalimu wa kiislamu wa madarishi wamekuwa wanyonge, wanafunzi katika vyuo vya elimu wamekuwa ni, ni madhalili, wana taabika, misikiti haina uangalizi. Je, hakuhitaji mipango hakuhitaji kutia juhudi hapo? Hiyo mipango mwaipeleka wapi? Si mmesoma nyinyi, mwaijua dunia vizuri, mwaweza kupeleka mambo vizuri. Kwa nini hamlipangilii jambo la dini? Kila mmoja katika sisi anayo nafasi ya kufanya hivyo, lakini kuna watu wao hawako tayari kwa hilo, kwa sababu hataki kuwa kimbelembele katika jambo la dini, ataonekana mshamba, mshamba hivi, darweshi, darweshi. Sasa wewe ukiona kwamba dini ni tatizo kwako una mambo yako katika dini uliyochagua, kaa pembeni. Allah subhanahu wa ta'ala atawaweka watu ambao wataitumikia hii dini na wala wewe hutahitajika. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Mkigeuka nyinyi kwa sababu ya kiburi cha nguvu zako, pesa zako, ukubwa wako, ukaamua upuuze jambo la dini

upate dunia huko kwenye dini, umevaa vazi la dini na joho la dini, lakini una target zako na malengo yako wewe, ili dini ikutumikie. Hutafanikiwa. Allah subhanahu wa taala atabadilisha, atalitoa watu wengine madhubuti zaidi kuliko nyinyi, na hawatakuwa mfano wenu. Sasa tutakaoyafanya sisi ni kwa ajili ya ile hadhi yetu, kesho yetu, kwa maslahi ya nafsi zetu, si kwa maslahi ya Allah subhanahu wa taala. Allah hatadhurika chochote na ujeuri wako, kiburi chako, mali yako, mipango yako, makiri zako Allah hadhurika, wala dini haitadhurika, utadhurika wewe. Kwa hiyo tengeneza akhera yako. Jambo lolote ambalo waona hili litaimarisha akhera yangu, basi liendee na liwekee. Jambo la dini mikakati, kana wenzako, pangeni, angalieni kupeleka dini ya Allah subhanahu wa taala mbele kwa weledi kabisa, kwa elimu